Mlango wa ishirini. Siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema toeni mkati wa tini. Wakautwaa wakauweka juu ya jipu, naye akapona. Hezekia akamwambia Isaya yeah, Je, utakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya nami siku ya tatu nitapanda nyumbani kwa Bwana? Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kwamba Bwana atalifanya neno hilo alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja kumi au kirudi nyuma madaraja kumi. Hezekia akajibu, ni jambo jepesi kivuli kuendelea madaraja kumi. La, hicho kivuli na kirudi nyuma madaraja kumi. Isaya nabii akamlilia Bwana, akakirudisha nyuma kile kivuli madaraja kumi ambayo kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi. Wakati huo Merodak Baladani mwana wa Baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Hezekia, kwa maana alipata habari ya kwamba Hezekia ameugua. Hezekia akawasikiliza, akawaonyesha nyumba yote yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na na marhamu ya thamani na nyumba yenye silaha zake na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake. Wala hapakuwa na kitu asichoonyesha Hezekia katika nyumba yake wala katika ufalme wake wote. Ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia, wasemaje watu hawa? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, yani Babeli. Ndipo akasema wameona nini nyumbani mwako? Hezekia akajibu vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu wameviona, hapana kitu nisichowaonyesha katika hazina zangu. Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana, angalia, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli; akitasalia kitu asema Bwana. Na baadhi ya wanao watakaotoka kwako utakaowazaa, watachukuliwa mbali, nao watakuwa matowashi yumbani mwake mfalme wa Babeli. Ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulilolinena ni jema. Tena akasema je, sivyo ikiwapo amani na kweli katika siku zangu? Basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na ushujaa wake wote, tena alivyolifanya birika na mfereji akaleta maji ndani ya mji, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Hezekia akalala na baba zake na Manase mwanawe akatawala mahali pake.